Kitu ambacho nimekimisi Bongo. Bongo amna, amna mfuko wa lambo Bongo. Ahuyu kanda kwa mantilie, ukamwambia kufunge wali kwenye mfuko wa lambo amna. Bongo, Bongo amna mfuko wa lambo amna. Hii hapa ima ankomago alifungia. Amna tena Bongo, ila Ulaya ipo iya ulaya lakini sijakasia bule, malekataza mifuko ya lambo sema huko. <laughs> tunalia tunalia kwenye mfuko wa lambo, nasema maisha magumu toka uti ni viwango. Tunalia kwenye lambo huku huku, magufu alipo maisha alipoendelea, lakini watu wanalia kwenye mfuko wa lambososo. Nalia mfuko wa lambo bongo, nalia <laughs> mfuko <mshiko> wa lambo <laughs> Nimeimizi irudiza kawita kwa bongo <laughs> sehemu gani weni mifuko ya Rambo hii hivi babu, mifuko ya Rambo ipo bongo babu? Hamna, zindanganye mifuko ya Rambo. Kama ipo ni ile midogo ile iwaila hii uona, isizani black.